Afisa ushirika analazimisha apige kura za kwake mwenyewe. Sitenda kwa waziri mkuu, ushirika wetu umefika level kubwa, lakini bado wao wanatuletea wagombea wa ajabu, hatuwataki. Bodi yote haijatukosea kama kuna sheria zibadilike. Haya vijana ni wadogo wadogo, hatuwezi kubali. Wanachama wanaounga mkono uchaguzi, kuna mtu mmoja ambaye namhifadhi jina lake, amesoti vijana ameweka pale ya watu wawe viongozi ili wachukue leseni zetu Niniliki kusema kuna leseni moja bali inaitwa ya B. Kuna mtu tajiri mmoja yuko mjini na ni kiongozi kwenye chama anaitaka. Akishaichukua wanamgusa wametumaliza. Mimi naitwa Mohamed Ali Ibrahimu. Ni kwamba mimi ni mwenyeji wa hapa Mgusu na ni mchimbaji. Sababu ya kutoka nje ni baada ya kuona sisi hatujatendewa haki kama wanaushirika. Tumekuwa na bodi zaidi ya kumi na moja ambazo zimetuvurugia mpaka leseni zetu zikakataa kuchukuliwa. Leo hii tumepata bodi ambayo imetuinua, imeweza kufanya kila kitu mpaka imefikia kujenda cip yoko cip ambayo sasa hivi ndio ilikuwa imeanza kufanya kazi. Leo hiyo bodi tumeomba angalau, kama wanaona kuna mapungufu waiongezee watu ambao wanaongezeka watu wawili wakamilike watu watano, kwa ajili ya kuweza kumsaidia lakini bado viongozi wamekataa. Mama mamai, viongozi wamekataa. Sasa wanataka kuturudisha kule kule tulikokuwa awamu ya nyuma. Hivi tunaona kana kwamba tunakwenda kupoteza leseni zetu, na leseni zetu zina mtu ambaye ni kiongozi. Hivi vitu sisi kama wanachama tulijaji kuwa hawa watu waendelee kutuongoza waendelee kutupatia mapato na serikali waendelee kupokea mapato kutoka hapa Mgusu, lakini viongozi wamekataa. Ndio maana tunaona sisi wametupangia watu ambao wala hawana uwezo. Ni viongozi ambao wanaotuongoza kwa sasa ni viongozi wa serikali. Nimeelewa, viongozi wa serikali ambao wanafanya nini? Wanatuyumbisha kwa sasa. Mimi kwa jina naitwa Dora Mabeza, afisa ushirika halmashauri ya manispaa ya Geita. Katika uchaguzi huu wapo ambao walikuwa hawataki uchaguzi ufanyike, lakini pia walikuwepo wanaotaka uchaguzi ufanyike, lakini jambo lililofanyika ni kuzingatia sheria, kanuni na taratibu, ili jambo lilizofanyika. Mwanzoni kulikuwa na vurugu kama mlivyoona, wanachama walitaka kususia uchaguzi, lakini tutazidi kuwaelimisha na kuwapa elimu na kuwaambia kwamba jambo hili ni kutekeleza sheria na kanuni za vyama vya ushirika hususani sheria namba sita ya mwaka elfu mbili na kumi na tatu ya vyama vya ushirika na aridika, juna, kura zilizoharibika ni jumla ya kura kumi na mbili kumi na mbili zimeharibika. Uh, matokeo ni kama ifuatavyo. Happiness Lioma, Happiness Lioma. Amepata ah, kula na kula 57 mpigieni mabovu. Ah, na ndio Upendo Marko amepata ah, kula 123. Mbona mpigeni? Ah, Alafu mwingine Yusuf Ali amepata kura mia mbili kumi na saba kwa <laughs> hiyo e makamu mwenyekiti wetu wa Mgusu Miners Yusuf Ali <laughs> naona safari hii wanawake niwatukilia mbali Basi napenda kuwashukuru kwa kupiga kula. Naitwa Masabile, Modesti Masabile, mwenyekiti Mgusu Miners, nimedumu kwa kipindi cha miaka sita. Mihula yangu miwili yote nimeitumikia vizuri na ipasavyo, kwa sababu nipo feli labda ni ipoferi, padogo siwezi nikasema kwa 99% lakini na imani mihula yangu yote nimeitumikia ipasavyo na ndio maana unaona hata wanachama wengi hawakuridhika na matokeo ya uchaguzi, lakini na ndio maana nilipoona wanataka kuleta vurugu ikabidi niwaambie wakae watulie wafanye uchaguzi kwa sababu wa kwa mujibu wa sheria. Unaona, kwa sababu sheria zinapokuwa zinaundwa, ndio sheria hizo hizo zinavyotuongoza. Kwa hiyo ndio maana nikamwambia wakae watulie waweze kufanya uchaguzi. Kwa hiyo jitihada zangu wanazijua na ndio maana asilimia kubwa wengi wameumia sana sana na wengine waliondoka hapa mpaka wakaenda mpaka Dodoma kwenda kupinga hilo swala, lakini kwa sababu sheria zinavyosema ndivyo ambavyo zimekuwa. Kwanza, ujumbe wangu mkubwa ni kwa viongozi ambao wameteuliwa. Wameteuliwa kama viongozi wapya, wanapaswa wagundue kwamba wamepewa zamana na wanachama. Kwa hiyo, unapoaminiwa na we uaminike, ukafanye kazi ambayo umetumwa na wanachama, ile hatua uliyoikuta uhame nayo na uzuri, wenzetu wao wameshika chama kikiwa kina miguu kuliko kama sisi tulivyokwenda kushika chama hakina miguu. Unaona, wao wanaenda kushika chama kikiwa kina miguu moja kwa moja, kimesha amka kinatembea. Sisi muda tunaingia kwenye chama kesi ya milioni mpaka mwanze kutafuta kwa mtu. Sasa hivi hiyo kesi pale haipo, kwa hiyo mimi naimani wao ni kwenda kuendeleza, nachowaomba wao wakaendeleze hicho chama ndani ya mula wao hata wa miaka mitatu hiyo, kina hatua nyingine kubwa zaidi ya hiyo. Kwa majina, naitwa Musa Robert Joseph. Nimezaliwa Mgusu pia wazazi wangu wako Mgusu pia, ni mchimbaji na ni mwanachama wa Mgusu Miners, yani ushirika wa Mgusu Miners. Napenda kuwapa hongera wanachama, napenda kuwapa hongera wajumbe kwa kunipa ridhaa hii ya kuchukua kijiti, na napenda kuwapa hongera kwa kunipa ridhaa hii kwa kuchukua kijiti kwa kushindwa. Hivyo basi, nasema kwamba nimechaguliwa kuwa mwenyekiti na ninapenda kutoa mwenyekiti ulipo kwenda mbali zaidi kwa maendeleo, kwa maana nina uzoefu na hizi kazi. Pia mimi sio mgeni kwenye hizi kazi kwa asante sana. Hiyo ni hali ya kimapokeo tu, kwa maana mtu yote ambaye anachaguliwa mwanzoni huwa haaminiki. Lakini na imani kwamba wataniamini kwa kazi ambayo naenda kuifanya, maana kazi ambayo naenda kuifanya tayari nina uzoefu nayo hiyo kazi ile. Leseni zitaendelea kuwa active, tutaendelea kuzilipia kama ilivyo ilivyo na utaratibu, tutaendelea kuzilipia pia ningependa maana sasa hivi tuna mradi wa CIP. Ningependa huu mradi tuendelee nao hivi ili kusudi tutoe kwenye CIP, kwenye loko CIP tuingie kwenye CIP yenyewe, maana tayari ni mradi ambao bado huko loko, aa, tuingie kwenye boni zile kubwa. Hiyo nawazilisha wanachama, sina kigogo nyuma mimi mwenyewe. Kwa niaba yangu, kwa maoni yangu, nimejitokeza mimi mwenyewe kuchukua hichi kijiti, sina kigogo yoyote nyuma.